Niwahakikishie, tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote muungano wetu, kwani ni muungano wenye faida kwa pande zote. Muungano huu una faida kwa Zanzibar, una faida kwa bara, tunategemeana. Kwa hiyo tunakwenda kuulinda kwa nguvu zote, lakini niseme pia, niseme pia kwamba swala la pili utakalokwenda kulilinda kwa nguvu zote au kulifanyia kazi kwa nguvu zote ni maendeleo jumuishi, maendeleo yanayomchukua kila mtu, kila mtanzania kwenda naye. Na katika eneo hili tutakwenda kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha huduma za jamii, chakula, maji, elimu, afya na umeme unamfikia kila mtu. Natambua na kwa sasa tuna changamoto kidogo ya umeme hapa Zanzibar, lakini ndugu zangu, nataka niwahakikishie mimi na Dokta Mwinyi tumesimama imara kumaliza kadhia hii. Si muda mrefu Zanzibar itakuwa na umeme wa uhakika masaa ishirini na nne wiki yote. Kwa hiyo hilo nataka niwahakikishie. Swala la pili ambaye nataka niwaambie ni, ni uwezeshaji wananchi kiuchumi, mihitaji na fursa za ajira, fursa za kufanya biashara fursa za kujiajiri, huko nako tunakwenda kuweka nguvu kubwa ili tuwawezeshe vijana wetu waweze kujiajiri, waweze kuajiriwa, lakini kubwa zaidi waweze kuendesha maisha yao. CCM oye! Oye! nani kama CCM? Swala jingine ambalo nataka nilizungumze hapa ni kukuza uchumi mkubwa pande zetu mbili za muungano, serikali zetu mbili tunafanya kazi kwa pamoja kukuza uchumi wetu mkubwa, uchumi ule wa nchi. Na katika hili tumefanya kazi kuhakikisha vichocheo vya uchumi huu tumeviimarisha. Vichocheo hivi ni vipi? Ni usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa kwa njia zote, kwa njia za majini, mabarabara anga kote, tumehakikisha tunaimarisha na tutaendelea kuimarisha, sababu tukirahisisha, tuki usafiri, tunarahisisha biashara, tunarahisisha shughuli za kiuchumi za wananchi wetu. Lakini suala jingine, kama nilivyosema, nishati. Nishati ni, ni, ni kichocheo cha maendeleo kwenye viwanda, kwenye utalii na mambo yote nayo, na tunakwenda kuifanyia kazi. Swala jingine ambalo tutakwenda kulifanyia kazi kwa pamoja ni sekta ya uzalishaji au sekta za uzalishaji. Na kwa hapa Zanzibar, sekta za uchumi wa buluu, sekta ya utalii, viwanda na kilimo, tumesema tunakwenda kuyavalia njuga. Haya, tuhakikishe, tunakwenda kuyafanya vizuri.